Habari maisha maarifa, na leo tujifunze madhara e, ya kulipa visasi katika ndoa. Wako ambao wenyewe, e, upenda kulipizana sasa. Tuangalie, e, katika ndoa ambao wakigombana visasi. Sasa leo mnalipizana visasi pale mnapokuwa magombana, tufahamu kwamba migogoro e, katika ndoa ni kitu cha kawaida, na inapotokea mwe mna busara kwa namna ya kuiendea na kuitatua. Sasa tuangalie hasara au changamoto ya kulipa visasi ndani ya ndoa, endapo mtakuwa mmegombana megum. cha kwanza tunasema ni kuvunjika kwa uaminifu. Visasi huonyesha kutokuwepo kwa msamaha na kuongezeka mashaka kati ya wanandoa. So mtu ambaye analipa kisasi katika ndoa ni wazi anaonyesha kwamba E, hajakusamehe. Kwa hiyo, hiyo inatilia e, namna ya kuvunjika kwa uaminifu katika ndoa yenu, lakini pia kuvunja misingi wa uhusiano wa ndoa ambayo ni kuaminiana. E, visasi katika ndoa vinavunja uaminifu. Kwa hiyo, unapokuwa unamfanyia mwenzio kisasi ule uaminifu unapungua, na mwisho wa siku najikuta mwaminiana namba mbili ni kuongezeka kwa migogoro. Eh, visasi vinaibua hasira mpya na kuendeleza mzunguko wa malumbano na maumivu mengine. Mfano, pengine ume, ume, ume, unalipa kisasi kwa kwenda kutembea na wanaume wengine nje ili kumkomoa mumeo, unaongeza migogoro zaidi, au unalipa visasi kwa kwenda kutembea na wanawake wengine nje e, eh, unaongeza migogoro zaidi ya, kwenye ndoa. Nakumbuka eh, migogoro kwenye ndoa ikizidi na hupelekea wakati mwingine kuleta maumivu ya kimwili, kujeruhiana miili kama mnapigana, kama vile wengine wanaweza kukatana mapanga, lakini pia wakati mwingine hupelekea vifo, kwa hiyo visasi si vizuri. Kingine, namba tatu, ni maumivu ya kihisia. Wote wawili wanaumia yule anayelipa kisasi na anayelipizwa wote hupata maumivu ya kihisia huzuni, chuki na msongo wa mawazo huongezeka. So hiyo ni hasara ya kulipa visasi ndani ya ndoa, lakini pia tunasema kuathiri watoto na familia. Visasi vina tabia ya kwenda mbali mpaka kuwakuta watoto ambao mmewazaa, watoto uchanganyikiwa wanapoona wazazi wakigombana au wakitendeana visasi. So, visasi, visasi sio vizuri katika ndoa, kwani hata watoto nao huathiriwa, watoto uchanganyikiwa naku na kuwa hawaelewi waelekee upande gani. Ukiona baba na mama e, wanatupiana visasi kwa njia ya migogoro na na vurugu. Lakini pia huvuruga malezi bora na kuharibu taratibu wa kifamilia. Visasi ya tabia ya kula malezi ndani ya familia, tena na tabia ya kula malezi bora, malezi yale ambayo inawafaa watoto uliwa na visasi e, na mwisho wa siku kupata watoto ambao watakosa malezi bora. Kwa hiyo katika ndoa natakiwa mwe makini sana, kulipizana visasi sio jambo eh, zuri. Natakiwa mvumiliane, lakini pia msikilizane. Ukiwa na migogoro mikushinda kuitatua, tafuta eh, wazee wa kiroho, wachungaji, mashehe, mapadri, waje kwa ajili ya kutatua migogoro yenu, lakini si kulipana visasi. Namba tano kuzuia suluhisho la matatizo. E, kulipiza visasi hakuponyi tatizo la msingi bali huzidisha. So unavyolipa visasi maanake sio kwamba unaenda kuponya tatizo moja kwa moja bali unaenda kulizidisha tatizo, kwa hiyo hujenga ukuta wa mawasiliano badala ya kuleta suluhu. E, wakati mwingine unaweza ukajikuta umeweka umeweka e, kisasi kisasi kile kina, kinaweka kama kinaweka kama kizuio fulani cha kuleta suluhu. Kila mmoja anamhofia mwenzie, anamwogopa mwenzie, nakuwa ni kama nakimbia, nakimbia na hivi. Kwa hiyo unakuwa unapata changamoto ya kupata suluhisho lenye maana. Lakini namba sita, kuvunjika kwa ndoa. Visasi vinaweza vikaenda mbali mpaka ndoa ikavunjika. Nakumbuka eh, ndoa ikivunjika manaake familia imetawanyika, na familia ikitawanyika maanaake E, umoja wa katika familia unakuwa umepotea. Kwa kama ni watoto wataenda kwa baba au wataenda kwa mama tayari, umoja wao umeshatawanyika, tayari, e, ma malezi yao yatakuwa yameshagawanyika. Kwa hiyo kama wanandoa tunawashauri kwamba si vyema sana kulipa visasi e, katika ndoa, bali ni kusikilizana na kuweza kutatua migogoro yenu bila kulipa visasi, kwa sababu ukifanya visasi vinaweza vikapelekea changamoto zaidi katika malezi na hata kuvunja ndoa kama tulivyokwisha sema. Hivyo naamini tumeelewana vyema na, na, na karibu katika somo ya lijalo ambalo naamini tajifunza mengi zaidi. Asante.